Unapoweka dawa yako unaiacha kama dakika tatu, dakika tatu, dakika nne, ili ifanye kazi. Alafu tunatumia <tukarabu> kiblashi, chukua kiblashi hiyo, alafu kiblashi kingine, Mariamu, kwenye mitojo chama weza kusugua. Tunageuza upande wa pili. Unakuwa na ndoo yako karibu ya maji. Blashi likichafuka, unalisuuza, unaendelea na kazi yako. Kama haijatoka, tunaongeza tena dawa, pate kama dakika tano. Endelea na sehemu nyingine. Kama mtu ana jambo ananiambia kwamba mimi hapa nina shida hii, kama una shida yoyote, unasema kitambaa tufute kwanza vumbi. Tukishafuta vumbi, ndo tunaweka dawa, tunaanza kusafisha. Tutaweka kitambaa chako kwenye maji, tutaweka dawa kwa ajili ya kuanza kusafisha hii sofa. Mariamu, unafikia hapa kwenye hii ndoo. Tumewasha feni, pata kaw, panakauka, unageuza upande wa pili, unafuta kwenye hili eneo Ukishamaliza ndo unashuka hizi sehemu zako za za ambazo zimeshika miguu, lakini unafuta kwanza kwenye kitambaa unamaliza, maana ukifuta kwenye hizi unaweza kukuta kuna vumbi. Kwa hiyo vumbi utalihamishia uko kwenye kitambaa cha sofa cha kiti. Mito mito mtaweka kila mtu. Mariamu, shika nani, shika mto wako

maana nilikuta mtu mwingine kule sebuleni ameweka zipu, mpyo zipu iko juu nani. Unatakiwa uwe makini. Yani, unapoenda kufanya usafi unatakiwa uwe makini kwamba vitu nimevikutaje na nitavirudisha kama vilivyokuwa.